Kombo abe, kama kawa, kama dawa. Mimi ndio yule yule daktari wenyu wama vichwa vyenyu na brain cells zenyu. Sasa hapa mimi nina, nina shairi moja nimeandika, inasema hivi: usiseme maendeleo ni ya wakubwa, hata mdogo ana mchango wake, tushikamane, tutamini kazi Kesho njema hujengwa leo. Kesho njema inaanzwa kujengwa leo. So hii shairi ni, ya, ni, ya, ni shairi ya maendeleo. Mimi nimekuja hapa kuongea ambayo sisi Waafrika we lack, sisi Waafrika hata kule Kenya, yani mtu akiongea English, akiongea diplomatic English, anaonekana kind of very intelligent baka na hata naweza kuwekwa kwa politiki. Lugha si yake hakuyumba ya, hakuiumba hiyo hakuiumba hiyo lugha, lakini tunairingia na, na kula ambayo imetoka, hata hawana haja na sisi hiyo lugha. Kula ambayo imetoka hawana haja, hata ukiongea lugha yao wanakuona ni fala. Unapenda lugha yetu sisi, wewe unajua lugha yetu sisi, hatujui lugha yako, na tuiongee kwa country yetu na ituiringi hiyo lugha yako. That's the first thing. Second thing, <laughs> ukabila siganganyane, hata yule ambao anaongea maybe maybe anaezangalia hii hi, hi, hi, hi, TikTok, hmm. Ukabila inatufanya tunakuwa mafala, tuna ukabila na inchi haiendelei bado ukienda huko not, uh, not sijui not Kenya huko, sijui, huko kwa bado tunaishi yani, tunaishi yani, ki yani, kifalafala barabara chafu, si mali kote nasema, lakini mali pengi ukienda kule bara kule, kule ushago ushabo, ushabo kule eh? ukiingia yani umetoka tano ukiingia tu huko huko vichochoro vichochoroni, unaona maji maji barabara yani yani, you see yani, the IQ is very slow ya maleaders, tusidanganyane hapa hmm. Sasa hii tuko 2025 watakuniambia sasa, hii kuna maiti zingine kama shinga, eh, eh, Singapore ambayo ilikuwa same same, ambao walikuwa wanakuja Kenya wanaangalia vile tunaendelea vile, vile vile wanakuja wanachukua notes kwetu sisi sahi hata si tumekuwa mkia, tumekuwa mpaka hata manyayo zao zile mbao nakanyagaa barabara, hata wacha hiyo tumekuwa hata kivuli yani hata yani kivuli hata lipo, yani wametuwacha nambali, yani hata tusi, tusi nini hapa tusiongee tusi, okay. Afrika ama Wakenya, mimi nataka kuambia Wakenya wenzangu tuache kujifanya tunaongea English, tuanze kubuild ma telephone kama hizi, unaona. Can you imagine hata hii yenyewe hii kava yake, sijui kama kuna mkenya anaweza tengeneza, lakini I hope iko eh? Hapa ndani ukipaangalia hapa eh? Hata hii kamera yenyewe hii kamera nawambia, sasa hii ni time ya kujisi, kujiongea, ongea sana English nyingi, ni time ya kuunda vitu kama hizi telefoni zetu za kikenya si wa China. Unaona, country nzima ina matelefoni ambayo si ya Kenya. Battery, ukiangalia hapa ndani hii battery. Samsung. Eh? Hii ukiangalia imetoka wapi? Hii imetoka China hii. Hata hizo maneno eh? Umeona? Imeandikwa Islamblado en China hiyo, okay, ni lugha nyingine eh? made in Korea, si made in Kenya Unaweza kujifanya ongea english nyingi hapo uonekane na watu, eti wee ni mjanja, lakini kitu kama hii huwezi uwezi kutengeneza. Hii ni made in Korea. Can you imagine, we have this one made in Kenya? Haya, hata bodi bodi yake, bodi ya hii telefoni Uh, mobile phone nini hiyo bodi ya hii telefone yenyewe is not made in Kenya. Ni made ya, ya nchi nyingine njo maana nikaanza na, na, na, na, na shairi yangu. Usiseme maendeleo ni ya, ya wakubwa. Hata wewe mdogo mkenya ana mchango wake. Tuanze kujichanga tuanze kukua pamoja, tuanze kutengeneza matelefoni kama hizi, tuanze kutoa ufala ufala hoyo. Sisi wa Afrika huku, hii dunia tunaonekana tunajua kuimba music, tunajua kukimbia marathon, tunajua kufanya masport, sport, boxing, eh? Tunajua hizi ma, masport, sport hizi Hawatuoni kwamba lakini hii hatujui kuunda. Ndio maana wanatuona sisi bado watoto wadogo kwa maubongo zetu. Wanaelewa Afrika, tuanze kustop kwa lezi. Najua kuna watu watasikiza hii video, wanaweza kunichukulia huyu mwendazimu, ongea nini wewe? Kama huwezi kutengeneza hii basi, wewe ni mwendazimu mwenzangu. Wanaelewa? Ehe. Haya. Telefon kama hii unaweza kujua kusoma vitabu eh? Kusoma vitabu kama we Mkenya hmm? Unaweza kujua kusoma vitabu na kila ama kuandika kitabu, lakini hii mbona hutuwezi? Afanya msomi msomi, lakini hii hapa hauwezi kuunda Sony Xperia. Hii jina hata si ya Kiafrika. Sony Xperia si jina inaitwa, hauwezi sikia, sikia jina ya kia Kiafrika kama kombo, kombo eh, adiambo ama mluya eh kitu kama hii, alafu tunaita jina yetu wanaelewa. Telefoni ni Samsoni. Haya, hii hapa, hii TCL ukiangalia hapa imeandikwa fabricant in China. Hii wachina walikuwa masikini kama sisi Saa hii wana produce telephone, alafu sisi Kenya eti tunaona mtu kwa TV anaongea English, very difficult english nyingi, lakini ile ubongo wake kutengeneza hii haezi. Ako na experience ya kuongea sana, lakini ku take action kama hii hakuna mmoja wetu yaweza. Niambieni kwa comment kuna telefoni yoyote mkenya ameunda ama yeye anajua tu kufix hizi telefon. example kama screen imeharibika kama hii hmm? screen imeharibika yeye anaweza kufix screen pekee lakini kutengeneza telefon yake mwenyewe hakuna mmoja mwenye wetu Afrika nzima hakuna kabisa na kama kunaye Andikeni kwa comment. Kama kuna Mwafrika mmoja ametengeneza telefoni yake, si kufix telephone, kutengeneza kuanzia the body of telephone, the battery mpaka hizo makamera mpaka na ma speakers ndani yake na kila kitu hii, hakuna mmoja wetu Mwafrika. Maybe America kuna maafrican americans, yes, na wao wenyewe hata wakuja Afrika kututoa ulezines kwa ubongo wetu ambao ulifungwa kifuli. Maubongo zetu zimefungwa kifuli, tusidanganyane. Hata mwingine atasema wewe yako imefungwa kifuli, hakuna mmoja wetu yule ambao atasema eti hata wewe mwenyewe hapo imefungwa kifuli. Wewe ambao unasema hivyo, ntundie telefoni yako tuone kama ubongo wako haukufungwa kifuli. simple as that. Hii mambo sijui ya kujifanya fanya kuongea sana, oh sijui mimi ni Mjiriama, oh sijui mimi ni Mkikuyu, oh hizi maujinga ujinga. Hakuna hata mmoja wetu ameuza, ameunda telefoni. Hakuna mmoja wetu, niambieni, Mkikuyu, Mluya, Mjaluo sijui nani ameunda telefoni? Hakuna. Lakini tuna ujinga tu Afrika, hatutaki kuambiku, wajua sisi tunaogopa kuambiana ukweli. Kwa vile chuki za shem. Mimi I don't give a fuck. Mimi nawambia wenzangu sahei ukweli. We have low IQ. Kama tuko serious tungeanza unda matelefoni zetu. Aya. Watu ambao wanafanya music, tunajua kufanya music kila kitu. Vitu kama hizi eh? Hizi my life sound card, hakuna musician mmoja anaweza tengeneza hii. Najua tu kuimba, jifanya hapa tunaimba. Of course, napenda kuimba pia lakini, tuanze kuunda hizi wenyewe kwa kantri yetu eh? Kwa kantri yetu hii imeandikwa made in, made in China. Si kama mnaweza ona hii kamera na ufala, ufala. Hii ni made in China si made in Kenya. Kwa hivyo atoke ka president yoyote kuongea sana, lakini ajui hata kuunda vitu kama hivi eh? Ajuye hakuna, tusidanganyane. Kwa musician tu, tu, tu, ambao wanaimba music kitu kama hii, tuanze kuunda, alafu tufanye music zetu sasa wenyewe na mashini zetu za Kiafrika si tujifanyafanya tu hapa saini kuambiana kweli. <laughs> walawanaskiaiakanyan hapa, hii ni ukweli wa mambo. There is something wrong with us. Hatutaki kuambiana ukweli. ugonjwa mkubwa Afrika ni ujinga, umaskini Ugonjwa halafu na ugonjwa. Ndio maana maprezidenti wetu badala wapeleke ma students, wakaende kama wachukue group of intelligent students wametoka university, wana ma PhD zao, wachukua wapeleke China waanze kujifunza wameundaje hizi, turudi Kenya tuanze kukaa chini tuseme okay, sisi tumeenda China, tumeona vile wanatengeneza zao sasa sisi tumerudi Kenya. Muonaje? Tunaweza unda kitu kama hii wenyewe. Si kukopi copy. Hakuna copycat. Tusiwe ma copycat. Wachina walikuwa copycat America, ndio sahii najua wameendelea. Sasa we need to have another deal. Tunakaa kwa meza sote, tunachukua the most smartest children ambao wako engineer wanini, tunaweka kwa room, tunasema wewe, kama wewe, we ni the smartest, wewe unaweza unda hii. The smartest student unamchukua na mweka, unachukua group of smartest children kwa siku mingi, kuwa leader. Ningewachukua hao ma group of smartest universities, ambao na ma, ma PhD manini wamesomea Siku si unaenda skulu unapata PhD lakini uwezi kuunda kitu. What is that? For what you went there? Umeenda kufanya nini? Kwa esti time na kwa esti pesa ya baba yako. Waona? So, kwa wale wana wananisikiza, wewe ukijiona tu ni smart, anza kuunda hii basi. Alafu ndio tukusikie, tukupromote Wakenya wote ambao wako diaspora dunia nzima, tukiona mmoja wetu anaweza tengeneza hii. Sasa hapo unajua kwanza wale ambao nimesoma hii sheria wale si, wale wakubwa ambao wako juu wa China hao ndio mimi naongelea, eh, wa China wa, wa Amerika eh? Lakini sisi ni wale wadogo hatutaki kwambia na kweli ni ukweli ni ah. Ukweli kama kama si ukweli tuonyeshe basi mmoja wetu ah. Simple as that. Unaona, sasa angalia bado siamalizana na musician kitu kama hii, hizi zote ninazo hapa nyumbani. Kitu kama hii eh, hii ni input dynamic eh. Mode selection ina mode selection ina sound effect selection sound ina kila kitu, ina drum selection kila kitu. Hii nafikiri hata watu wa TikTok wanatumia vitu kama hizi za kuweka claps na kucheka eh. Unaona haya kama hii, hii ni multifunction, multifunction sound card, multifunction sound card ya Kikenya. Niambie, Mkenya yote ameunda kitu kama hii? Ama ni kujifanya tunaongea english nyingi, very difficult words of english, uh, sijui nini, lakini hatuna brain ya kutengeneza kitu kama hii. Si tuna brain ya kuongea lugha za watu wengine, wanaelewa eh, but now we have to start Stop talking Kenya, saa hii Afrika nzima si Kenya peke yake. we need to stop talking too much but starting going to action, wanaelewa. let's go now action, tumemaliza theory. Sasa it's time of practical, wanaelewa practical, hatuwezani theory kuna wenye wetu wanajua ya eh, diplomatics, unaenda kusoma economy na kila kitu lakini hizi ndio watu wanangojea dunia nzima mwafrika mgani anaweza kutengeneza hizi eh, ndio hivyo mpaka sasa wanangojea wanajua kuna watu wanajua economics eh, wanaingia kwa politics, eh, wanajua hizo mambo zingine lakini wanangojea tuone mmoja wetu anatengeneza vitu kama hizi mpaka sahia wanangojea oke, okay, kuna mmoja Zambia ametengeneza gari inatumia sola. Basi huyo ni kama 2% Afrika nzima. Watakuniambia 1.4 ama 5 leo billion people in the continent of Africa ni only 3% wa wako ndani ya continent ambao wameunda wameundaunda vitu vidogo from 1.5 billion Africans inside the continent You want to say maybe 5% ya yeah, hizo 1.5 ndio katika hiyo 5%. Are you kidding me? So, eh uh, hiyo ndio. Angalia vitu kama hizi. Ya? Yeah? Mm? Unaona? Sasa kama hiyo maybe sasa earphones yenyewe. Show me earphones ambao <laughs> tumeota. Eh? Earphones yenyewe. Vitu kidogo tu kama hichi tunashindwa kuunda. What is the problem? Eh, something like this. You want to tell me hakuna mmoja wetu Kenya nzima ambao anaweza ku come up and build something like this? You want to tell me hakuna mmoja wetu? Utasikia wengine watasema, ah, unajua, eh, politician wetu ni corrupt politician. Yeye atakujua wewe ni nani? Kwani anakuja kwa nyumba yako akulishe? You know, ah, watu they don't care who you are Eh? Nini njo mnawaweka hapa kwa maofisi? Sasa the problem ni nyinyi hamjui kuchagua. Eh? Ni mabongo zenu is very high is low IQ mnaona mtu anaongea sana English nyingi na nini lakini hajui kuunda chochote. You understand? Na nanyi majionea wenyewe huko. Utaweka tena mwengine. Oh, sijui nini. Njo, that's what I'm telling you. Africa now is time it's time ya sisi wa Afrika to stop talking too much but take action, unaona, it's time sa hii ya sisi wa ke, sisi wa Kenya, sisi wa Kenya hapa ambao mwanisikiza, it's time sa hii sisi wa Kenya we have to take action. Chapa mtu kofi, mwambie we ubongo wako umelala, nini? Tandika mtu mkofu, mwamushe. Okay, usi tandike <laughs> hiyo is just a nini. Lakini kusema hilo kweli, mimi nitastopia hapo. Wale ambao atasikiza hii video, tafadhali andikeni comments, munaonaje. Najua kuna wengine watanigunua wataona huyu mwenda zimu tu, huyu wachana naye, huyu hu Awa wonjo wanaleta Kenya chini, usaona haya. Kombo Abel kama kawa, let's go.